Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo chadema Tundu Antipasi Lisu ameendeleza msimamo wake kuhusu madai ya mageuzi ya kisiasa nchini kwa kusisitiza kauli ya No Reform, No Election akiwa mahakamani, akiwa chini ya ulinzi mkali wa maafisa wa Jeshi la Magereza. Lisu hakurudi nyuma wala kuonyesha ishara ya hofu, bali alisimama kidedea kueleza kwa nini anaamini kuwa uchaguzi usio na mabadiliko ya kweli hauna maana kwa mustakabali wa taifa. Lissu ambaye ni mmoja wana wa wanasiasa wachache wanaoendeleza kupaza sauti dhidi ya kile wanachokiona kama udhaifu wa mifumo ya kidemokrasia nchini, alitumia jukwaa la mahakama kutoa ujumbe mzito. Alieleza kuwa hakuna sababu za kushiriki katika uchaguzi ambao tayari zimepangwa kuwanufaisha wachache, huku wananchi wengi wakizidi kunyimwa sauti ya kweli. Kwa mujibu wake Mabadiliko ya kikatiba, uhuru wa tume ya uchaguzi na mazingira salama ya kisiasa ni sharti la msingi kabla ya uchaguzi wowote kufanyika. Akiwa amevaa sare za mahabusu na kuzungukwa na maafisa wa usalama, Lissu alizungumza kwa utulivu lakini kwa msisitizo wa kipekee. Aliwataka Watanzania kutambua kuwa demokrasia si zoezi la kusubiri uchaguzi tu, bali ni mchakato unaohitaji ufuatiliaji, ushiriki wa umma na ulinzi wa haki za msingi. Aliongeza kuwa kauli ya "No Reform, no Elections" haimaanishi kuchochea vurugu au ususiaji usio na mkakati, bali ni mwito wa kutafuta misingi mpya ya kisiasa uliojengwa juu ya haki na usawa. Majibizano hayo mahakamani yamezua mjadala mpana katika vyombo vya habari na mitandao ya kijamii. Wapo wanaoamini msimamo wa Lissu kama sahihi na wa kishujaa, huku wengine wakitaka chama chake kitafute njia mbadala ya kushiriki katika mchakato wa kisiasa hata kabla ya mabadiliko kukamilika. Hata hivyo, ujasiri aliouonyesha mahakamani umeendeleza kumweka Lissu kama alama ya upinzani wa kweli na sauti ya wale wanaotamani mabadiliko ya dhati. Tukio hili linaendelea kuakisi hali halisi ya siasa ya upinzani nchini Tanzania, siasa inayohitaji si tu ujasiri bali pia uthabiti wa fikra na dhamira ya kweli. Kwa Lissu mahakama haikuwa tu sehemu ya kusikiliza kesi bali ilikuwa kama jukwaa la kuendeleza mjadala wa kitaifa kuhusu mustakabali wa kidemokrasia nchini. Katika hali yake ya mahabusu, bado aliweza kusikika na sauti yake imebakia kuwa ya kutazamwa kwa makini. Toa maoni yako kwenye comment section, like na ufuate katika ukurasa wetu au usubscribe YouTube channel yetu kwa taarifa zingine nzuri kama hii, na hii ni Erasmi TV.